Kama ulikuwa hujawahi kufundishwa hichi kitu ambacho natamani kukufundisha leo, especially kwa wewe ambaye uko kwenye mahusiano uh, jitahidi sana kuhakikisha umekielewa. Yeah, and it is very sensitive, kwa sababu nimekutana kesi nyingi sana za zinazohusiana na hii topic. Kivipi? Jinsi ambavyo baada ya watu kuingia kwenye ndoa na mahusiano wakaenda mbele kidogo, wakawa deep, anakuja kugundua kuna vitu ambavyo anaviona muhimu vya muhimu sana vinavyotokea kwa mpenzi wake wa kike au wa kiume, na inakuwa ngumu kuviongelea wakati huo, kwa sababu wamepitiliza, hawakuvizungumza mapema. Naomba nikusaidie. Kuna mambo ambayo ni vizuri uyaongelee kabla, kuna mambo ambayo ni vizuri uyaongelee during, wakati mkiwa kwenye huo mchakato na kuna mambo ambayo ni vizuri muyaongee mukiwa ndani, mmeshafika mshafunga ndoa yenu, mnaweza mkayaongea. Kuna mambo ni, ma, ni muhimu sana uyafahamu msimamo wake kabla, ukasahau ukaja ukayazungumza, mmeshaingia kwenye mahusiano, mmeshaingia kwenye ndoa tayari, mna commitment. Too late my brother and sister, umeshachelewa mwingine anaweza akakataa au anaweza kukwambia mimi huo sio msimamo wangu. Mimi haya hayakuwahi kuwa mawazo yangu, hayo hayakuwahi kuwa maombi yangu, haikuwa kuwa kiu yangu. Mwisho wa siku ikawa very very depressing kwako. Kwa hiyo ni vizuri muyazungumze mambo fulani. Hakikisheni mmeyazungumza haya kabla ya kuoana, hakikisheni mmeyazungumza haya kabla ya kuoana taka nikupe mambo madogo madogo sita but very sensitive. Hakikisheni mmeyazungumza haya kabla ya kuamua kuoana. Jambo la kwanza, zungumzeni ni aina gani, Dr. Manisha, ya ndoa mnataka mtu. Anaweza kaniangalia Dr. Chris anamaanisha nini hapa? Zungumzeni ni aina gani ya ndoa mnataka, aina gani ya ndoa tuna? Ndoa ya mke moja tuna ndoa ya mitara, hata kama mnaoana, imani yako inakuruhusu au imani yenu inaruhusu, uh, ndoa nyingi au, au, wake wengi au waume wengi. I don't know ninyi wawili. Achana na kwamba imani inaturuhusu, ninyi wawili ongeeni mapema. Tunaingia katika mahusiano, imani yetu inaturuhusu, ila sisi tunaingia kwenye ndoa ipi? tunakubali kwamba anytime ikitokea tunaweza tukaongezeka, au hatuna hiyo room. Amueni pamoja. Na kwamba kwenye cheti pale kuna sehemu ya kujaza hiyo, ni baadaye sana, yaani ile ni baadaye sana. Anzeni kuamua, kwa sababu anaweza pale akajaza isiyo, lakini ndani yake anaamini kwamba hii kitu inawezekana, alafu mkaja mkaboana huko mapema. counselor, professional counselor, nakutana hizi kesi mara nyingi. Amueni kabisa, mnaingia kwenye ndoa ya mke mmoja au ndoa ya mitara au ndoa ya vipi? Mnaingia kwenye ndoa ya kikanisa, mnaingia ndoa ya kiimani, mnaingia ndoa ya kidini, mnaingia ndoa ya kikabila, mnaingia ndoa ya kiasili au mnaingia ndoa ya kiserikali. Amueni mapema na muongee mapema. Jambo la pili, zungumzeni kuhusu mambo ya pesa, zungumzeni kuhusu mambo ya uchumi zungumzeni kuhusu mipaka yenu ya fedha. Unaruhusiwa kujua mambo yangu ya uchumi mpaka hapa, huku usifike, kuniuliza nalipwa shilingi ngapi au na ingi za shilingi ngapi. Ongeeni mipaka ya uelewa wa uchumi binafsi, kwamba mimi nitatamani kujua unalipwa kiasi gani, lakini huyu haruhusiwi kutaka kujua nalipa kiasi gani? Nalipa kiasi gani, au wote tuna uhuru wa kuongelea mambo yetu ya fedha, income zetu na matumizi yetu? Ni ongeeni kuhusu mshahara wa nani utafanya nini, kipato cha nani kitafanya nini. Je, kuna kipato cha mtu kitafanya majukumu mengine na mengine hayatofanywa? kipato kipi kinasaidia wazazi kipato kipi kinakwenda kwenye ada, kipato kipi kinakwenda kwenye matumizi ya nyumbani ya kawaida. Zungumzeni nani anazalisha must, don't take it for granted. Mmeingia kwenye ndoa, je wote mtafanya kazi mlete kipato, au mwingine hayuko tayari kuona mwenzake anaenda kazini? Ye yuko tayari kuona mwenzake amepumzika nyumbani, alafu yeye ndo atazalisha zaidi? Zungumzeni, msiingie tu kwenye ndoa alafu mnaambiana mimi rahisi bana, wewe inabidi uache tu kazi ukae nyumbani na watoto, kwa sababu watoto napata shida. Ongeeni kabla ili ye akwambie mapema kwamba come sun come rain sitokani yache kufanya kazi. Zungumzeni mambo ya uchumi, yazungumzeni kabla, kwa sababu ni very sensitive baadaye. Matumizi mtashirikishana, kusaidia wazazi mtashirikishana, zungumzeni. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana mkizungumza, ni mambo ya watoto, mambo ya uzazi. Je, mtatumia family planning, na kama mtatumia, mtatumia ipi? kitanzi, kijiti, vidonge, njia ya asili ya kalenda, mtatumia ipi? Na je zina madhara? Je, mtatafuta ushauri kwa kwa wataalam au mtafanya ninyi wenyewe, au mtatafuta ushauri kwa wazazi, au mtatafuta ushauri kwa marafiki zenu? Mna uhakika wa kupata taarifa ya kutosha? Zungumzeni kuhusu tutafanya nini pale ambapo m -m mimba itawahi kabla ya muda ambao tumefikiri -tume mnaweza kana meenda ani muni ndugu yangu, mkitoka tu hapo mimba, mtu anapigwa bed rest miezi nane, hakuna tendo la ndoa, kutapika chakula, mtu hali fujo, mnafanya nini? inapotokea hiyo mnafanya nini? watoto wanapochelewa, mimba zinapochelewa mnafanya nini? what will you do? Miaka minne mitano, mnakaa kwenye ndoa miaka saba bado. Ninaona clients wangu wengi wamefika kwenye hiyo, wengine mpaka wanaachana bana, mimi siwezi kwa sababu wazazi wangu wanataka mjukuu, na mjukuu wewe huwezi kumleta. Kwa hiyo bana, mtu anaenda pembeni, anachepuka ili apate mtoto na anamke, au mwingine anaacha ndoa yake kwa sababu anatafuta mtoto. Hebu zungumzeni haya mambo. Vipi kwa mfano mtoto akichelewa utanivumilia tutavumiliana vipi? ikija kugundulika kwamba mimi ndio na shida au wewe ndio una shida, watoto kuleta watoto tutavumiliana, itakuwaje? jiulizeni haya mambo. Mambo mengine au jambo lingine la kuzungumza ni mila na desturi za kifamilia, mila na desturi za kikabila. Je, kuna vitu vya asili ambavyo vinaonekana kwenye hiyo familia vinatembea kutoka kizazi kwenda kizazi, tunaita TGP, transgenerational problems kwenye, kwenye saikolojia, ambayo kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye imani kinaitwa kas au laana. Je, kuna laana zinatembea kwenye hiyo familia? Je, kuna laana zinatembea kwenye huo ukoo? Je, kuna laana zinatembea kwenye hiyo jamii? Je, kuna vitu ambavyo hata sisi we are standing a chance kuvipata au vikatuathiri? Zungumzeni haya mambo na namna ya kuyashughulikia kabla hamjafika mbali. Ukiangalia Biblia, kuna vitu vilikuwa vinatembea kwenye familia za watu. Unakiona kwa Abrahamu, unakiona kwa Isaka, unakiona kwa Yakobo, unaona tatizo hili hapo, unaona tatizo hili linatembea, unaona tatizo hili, vitu vinatokea. Zungumzeni, zungumzeni mila zenu. Kwa namna gani mila hizo zinaathiri au zitaweza kuja kuathiri mahusiano yenu? Mila za kuhusu watoto, mila za kuhusu ndoa, mila za kuhusu vyakula, mila za kuhusu heshima kwa wazazi, mila za kuhusu kutembelea wazazi, mila za matambiko na vitu vingine kama hivyo. Je, vinaendana na imani zenu? Zungumzeni haya mambo, asije mmeshaoana, eh, ndio anakutana navyo. Nimekutana na mila ambazo mtu akishaoa kijana yule anaenda kubadilishwa jina. Hebu zungumzeni haya mambo, asije akawa surprise huko baadaye. Lakini jambo la tano ambalo, hakikisheni mnalizungumza ni misimamo ya kiimani. Sasa sisemi tu ana imani gani. Misimamo ya kiimani, anawezekana akawa yeye ni Mkristo kama wewe, lakini ana msimamo fulani katika imani yake. Anaweza akawa ni Muislamu kama wewe, lakini ana msimamo fulani katika maisha, katika imani yake. Na hii tu sio tu misimamo katika imani uh, uh, ya Kikristo au Kiislamu. Anaweza akawa kuna kitu anachoamini. Mekutana na watu ambao ndoa zao zimepata shida kwa sababu anaamini katika kitu fulani kuliko kitu kingine. Kwa mfano, wengine haamini kuhusu Mungu, haamini kuhusu Mungu, anaamini kuhusu matendo mema. Uh, then unakutana na mtu mwingine ambaye umeoana naye anaamini kuhusu kwenda kanisani, anaamini kwenda kuhusu msikitini, watoto nao waende, wewe uamini. Nimekutana na ndoa ambazo zinatamani kuvunjika kwa sababu mmoja haamini kuhusu mti wa Krismasi wakati mwenzake amenunua, ameleta au ameutengeneza Krismasi. Mnafika wakati wa Krismasi ambao kuna familia, furaha ya familia, mnagombana kwa sababu mmoja haamini kuhusu mti wa Krismasi, mwingine haamini kuhusu mti wa Krismasi. Mnakutana mmekutana mwingine na misimamo yake ya imani kwamba imani yake ni yeye na Mungu na familia yake, na haamini kwenda kwenye nyumba ya ibada, wakati wewe unatamani mwende kwenye nyumba ya ibada na familia yako. Haya mambo yaangalie mapema na muyaongee mapema, kwa sababu yatakusumbua sana baadaye. Na jambo la mwisho, ni vizuri mzungumze ni vitu gani anapenda, ni vitu gani hapendi, ni vitu gani anaweza kuvivumilia, ni vitu gani hawezi kuvivumilia. Vile anavyoweza kuvumilia basi vinaweza vikawepo kwa sababu anaweza akavumilia, na kama anaweza kuvumilia, anaweza kuvumilia kwa muda gani? Mara nyingine watu wengine yuko tayari kuvumilia kidogo. Aa, kwa sababu, yuko tayari kuvumilia kidogo, muenda kwa mama mkwe mkakaa huko, lakini hayuko tayari muende kukaa huko wiki, ataondoka kabla muda hujafika. Yuko tayari kuvu, kuto kuvumilia vipi, na yuko tayari kuvumilia vitu gani? Hebu zungumze the likes and the dislikes kesho na kesho kutwa atakwambia kwamba mimi sijazoea hichi kitu, siweze kuvumilia, naomba hii kitu isifanyike. Wakati unakuta bahati mbaya hamkukiongea na hamkuandaa saikolojia zenu na brain zenu kukubaliana na jambo hilo. Hakikisheni mnazungumza haya kabla hamjaingia kwenye ndoa.